Na hii karatasi mtu anaweza akajiuliza, mgeni eh, rasmi ameandika ufupa kwenye karatasi vichanika, chanika hivi kwa nini? Mimi ni mwalimu by professional, licha ya kuwa padre, na kuna kitu kinaitwa teaching aid kwenye kufundisha. Sasa ulimwengu una kawaida ya ku... kujaji na unakujaji kulingana na mtazamo wake, lakini pia utakujaji kulingana na namna unavyo jipresent kwenye ulimwengu huu. Na mtu anaweza akaona karatasi hii akaona ni upuuzi, huyu anatufanyia masiara lakini ndani mwake anayejua ni kipo kwenye hii karatasi ni nani ni, si ndio? Amani ya hii karatasi anayejua ni nani nini. Kwa hiyo cha kwanza basi nilisema nianze na hicho kibwagizo kwamba nii ompo thamani yenu kwa ulimwengu huu ni ninyi mnaijua, ni wewe unaijua. Wazazi, thamani yako kwa kuwa na huyu mtoto hapa ni wewe unaijua. Inawezekana mtu akaona ni kama hii karatasi ambayo haina thamani, lakini thamani yako ni wewe na Mungu aliye aliyekuumba kwa sura na mfano wake. Basi ndugu zangu, katika hotuba yangu la kwanza kabisa nianze na shukrani. Sote tulioko hapa tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru mshukuru Mungu, Mungu kwani yeye ndiye ametupatia muda huu. Lakini unapo mshukuru Mungu hatuwezi tukamshukuru Mungu twa tuka sahau na wazazi. Wazazi, sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lakini anayefanya ile sura na mfano wa Mungu ionekane iliirike katika ulimwengu ni mzazi, yaani ni baba na mama. Ninyi wazazi wanasema ni Mungu wa eh. Thamani yenu ni kubwa sana. Hawa watoto ni baraka kwenu, mmepewa zawadi hawa watoto, kwa sababu Mungu ana mpango na ninyi. Wazazi tunawashukuru sana lakini shukrani nyingine iende kwenu ninyi ambao leo nasherekea mahafali yenu amshereke kumaliza shule shule ndio kwanza naaini inaanza. Inaanza. Sawa eh, yani shule ndio inaanza ni inaanza ninyi eh, tunawashukuru kwa nini? Miaka hii minne minne mmekubali kwa hapa kujifunza si wote wanaokubali kujifunza. Kujifunza kwetu sisi walimu sio kazi rahisi sana, kuifanya akili yako iingize kitu kipya, sio kazi rahisi sana. Ninyi mmekubali, mmekubali kuingia kwenye ratiba ambayo wakati mwingine inawezekana ikawa ngumu sana, lakini mmefuata yote, miaka minne mmefanikiwa, tunawashukuru kwa sababu hiyo. Lakini pia pamoja na kuwashukuru, ni kuwapongeza, kuwapongeza kwa sababu ya hiyo safari yenu hiyo. Vijana, walimu na wafanya kazi wote, lazima tuwapongeze siku ya leo. Tunawapongeza. Mmesikia risala kutoka kwa wakuu wa shule, lakini pia kwa wanafunzi, wanafurahia matokeo Changamoto, sipo hizo, ni za kuzifanyia kazi na nitaongea machache kuhusu hizi changamoto. Kwa sababu kuna changamoto nyingine ambazo mwanafunzi mwenyewe anashiriki kuzitatua, nyingine wazazi mtashiriki nasi kuzitatua, nyingine wafanyakazi na walimu mtashiriki nasi kuzitatua nyingine zile ambazo hatuna uwezo nazo kibinadamu tunamwachia Mungu. Mungu atusaidie tu. Eh, wanafunzi wote pia tunawashukuru kwa sababu ninyi mmeunganika, yani hawa wameweza kuishi hapa miaka minne, kwa sababu ninyi mmekubali kuwa nao. Tunashukuru wanafunzi wote, licha ya kwamba mtakuwa mnasikitika kwa sababu wanaondoka, lakini ni mfumo wa maisha, mfumo wa maisha eh, lazima uruhusu kutokea. Eh, na wataalamu wa saikolojia wanasema ama kukabiliana na msongo wa mawazo ni wewe eh, kutong'ang'ana na mambo usio na uwezo nayo. Kwa kama hawa wanaondoka ni mfumo huko hivyo, itafika sehemu, na kwa umetengeneza urafiki, lakini watafanya nini? Wataondoka. Kwa hiyo tunalipokea hilo na tunamtukuza Mungu. Kwa hiyo wanafunzi wengine wote tunawashukuru sana kwa uwa utayari wenu wa kuwa pamoja na wenzenu. changamoto zilizotajwa kutokana na risala zote mbili tunazipokea, na ni ahidi kwa kushirikiana na uongozi wa shule tutazifanyia kazi na tutazifanyia kazi kwa namna hii. Wazazi, wazazi, mmesikia kuna changamoto ya mabweni inahitajika kuna changamoto ya vifaa vya kuongeza kwa ajili ya, ya kufundishia sababu ya changamoto ya mtaala mpya. Wazazi, ni kwa namna gani mnaweza mkatusaidia katika hii changamoto? Ni kwa pale ambapo mnalipa ada kwa wakati. Wazazi, tunaelewana? E, wazazi mpo sikuna ada sikuna ada. Hii ada ni nani analipa? Ni masista wa Consolata wa wazazi eh? Naomba okay, tuongee, ni masista wa Consolata wa ni wazazi? Ikilipwa kwa wakati, inasaidia kutekeleza mambo ya msingi ya kimaendeleo ya shule. Usipolipa kwa wakati, unarudisha nyuma yale maendeleo. Kwa hiyo wazazi, ni waombe na yule wale ambao wanaanza kusikia sasa, ile nilisema Mungu anasema mwingine ana habari ana habari sasa. Hilo ndio tatizo letu binadamu. Naomba nizungumze haya yafuatayo. La kwanza, <coughs> how you present yourself to the world is how the world will treat you <coughs> namna unavyojionyesha ulimwengu huu ndivyo ambavyo ulimwengu utakuhukumu ama utakutenda. siku hizi Yametokea mambo ya ajabu kweli ambayo zamani sisi tulikuwa tunajua haiwezekani. Zamani kwa mfano, kunywa panki panki, tulikuwa tunajua panki, tunajua panki nini, wanafunzi, tunajua tunajua mtu anayenywa panki eh? wana, wana wanatafsiriwa huko Marekani kwa namna fulani, tulikuwa tunajua ni polisi ndio ananywa nini panki Ukimwona mtu amevaa nguo fupi tunajua huyu yuko kwenye binti amevaa amevaa nguo fupi nguo fupi tunajua huyu yuko kwenye biashara. Lakini siku hizi haya mambo ya zamani ambayo yalikuwa anatokea uh, siku hizi yamekuwa ni kitu cha kawaida. Wewe unavaa mavazi yako ya jamaa yako unasema mwili ni wako ukumbuki kwamba kuna mwanadamu mwenzako ambaye ata Unasema, ni mwili nwa, lakini ukumbuku, unaishi na binadamu. Ukitokelezea uki, uki kama chokoraa, ulimwengu utakuita ni chokoraa. Ukitokelezea tokele, uki kama sister mtawa anayejiheshimu, ulimwengu kwanza utaanza kukuita wewe ni sido kijana akitokelezea vizuri wanaanza kumuita hata ni paroko hivyo. Kwa sababu ndivyo ulimwengu ulivyo, ndivyo ulimwengu ulivyo. Nilisema kwenye Mhubiri kwamba wakati mwingine wewe binti unajua wewe ni binti, unapopita mbele ya wanaume unapokuwa mbele ya wanaume unatakiwa ubihevu kwa namna gani, uwe na mwenendo gani, uvaeje? ukatizi ukatazi kuvaa namna unavyotaka lakini ukivaa namna unavyotaka yakikukuta sauri so yako, kumbuke hilo, yakikukuta. Hata mimi padre ninajua miiko yangu ya kipadre, ukinikuta niko ba na kunywa baa sehemu fulani ya kilikuta shauri yao, si nimeamua. Lakini ninapaswa kwa pale, the way ninavyojipresent kwa ulimwengu ndivyo ambavyo ulimwengu utanihukumu. Azazi bibi, jinsi ambavyo wewe mzazi utahusiana na mtoto wako ndivyo mtoto wako atakavyo ujaji wewe. Uki, uki, uki ukiishi vizuri, nafasi yako ya baba, nafasi yako ya mama kwa mtoto huyu, mtoto maisha yake yote atakuheshimu wewe kama baba, kama mama, utapata hiyo heshima. ukishindwa Yeah. Kishindwa sio kila kitu cha kuiga mabiti. Sio kila kitu cha kuiga hukuli ulimwenguni. Kama wamepitia kwenye vituo vya Konsulata wamekuwa ni watu wenye, wenye wenye nafasi kubwa katika maisha eh, katika jamii kwa sababu ya malezi wao. Mwendelee kuwaleta wa, mwendelee kuwaleta watoto wenu na msisahau jukumu lenu, tekelezeni jukumu lenu.